Wahenga hawaamini kwamba mbunge wa Lamu leo ameshindana na ndovu kunya na karibu apasuke msamba. <coughs> Sasa ukiangalia yaliyompata mheshimiwa Muthoni Marubu kule Murang'a, ni wazi kwamba alidharau wahenga na haya ndiyo yaliyompata. Kumbukeni, kumbukeni tuko kwa ibada ya heshima, naomba tuketi. Mheshimiwa Marubu akiwa amevalia gauni lake jeupe na safi, aliingia Kigumo akifikiri anaweza kushindana na ndovu wa mlima kwenye himaya yake. Matokeo yake ndiyo haya. Ambia mimi sio wa one time, mimi ni wa two time, kwa sababu ee, mimi mbeleni ni wa two time. Na ni wa two time. Dakika, okay, I'm the only, hey. Alikaribia kupasuka msamba wa kisiasa mbele ya umati uliokuwa na hasira ya nyuki. Leo kwenye uchambuzi wetu, tunaiangalia picha nzima ya mazishi ya mama mzazi wa mbunge James Gakuya, tukio ambalo liligeuka kutoka maombolezo na kuwa uwanja wa majaribio ya nguvu, kutoka kwa ujasiri uliogeuka kuwa kosa la kiufundi la Marubu hadi kwa yutani ya ajab ya Seneta Karen Nyamu, ambaye aliona msamba unataka kupasuka akaamua kutafuta upande wa salaba. Wakanairo, deputy president wa pili wa jamhuri ya Kenya, mimi unajua nilikuwa rafiki yako, niye haakoa <laughs> jari ye haakoa mimi ukumisi <laughs> Na hata mimi ni mama county kutoka Lamu county, na ni mwaigwa nje tagwo Muthoni na ni nyumite kuria Lamu ndi musagure ta mutongoria, na originally aciari yako maumite haha guku Murang'a haria Maragwa, mutikihurire makofi tondu wakwa ni wanyu gugwagaguo nigodemwerea tereri. Mimi nimependezwa sana na barabara zenu, barabara zenu ni lami. Wacha niwaambie kwetu ni mashimo, kwetu hakuna barabara. Mimi nimefurahishwa na stima mko nayo hapa, nyinyi watu wa Mount Kenya West. haki ya Mungu nimekuja kurealize sisi Wakikuyu. Naomba mnisikize, mtanisikiza Nyinyi wakikuyu wa Mount Kenya West, Mungu anajua, sisi wakikuyu wa diaspora hatufanani na nyinyi. Shida zenu sio kama shida zetu, ingawa wazazi wetu walizalitoka huku. Nyinyi unaonekana mshafika Singapore, na mimi kama Muthoni, mshafika Singapore nyinyi, mimi kama Muthoni, mimi nawaambia, mimi sio wa one time, mimi ni wa two time kwa sababu ee, mimi ni watutam. Na ni watutam... Hapa tunaona Marubu akijaribu kuendelea na hotuba yake, lakini ground imekataa. Ni kama anajaribu kuzuia mafuriko kwa mikono mitupu. Katika siasa za Mlima Kenya kwa sasa, kumpinga Gachagua mbele ya wa wafuasi wake sawa na kusimama mbele ya ndovu anayekimbia. Senata Karen Nyamu kwa upande wake alithibitisha kuwa yeye ni mwanafunzi mzuri wa methali yetu ya leo. Alipoona msamba wa mwenzake unakaribia kupasuka, aligeuka haraka na kuanzia kumsifu ndovu. Alitambua kuwa Murang'a si mahali pa mashindano ya haja, bali ni mahali pa kutafuta njia ya kutokea. Nairobi, Deputy President wa pili wa Jamhuri ya Kenya, mimi unajua nilikuwa rafiki yako na niyehakoa <laughs> jariyehakoa mimi hukumiss <laughs> na hata naangalianga video za zamani pahale tulikuwa tunafanya kazi vizuri pamoja, haki ya Mungu, naona vile unaongea vile ulikuwa umenyorosha mambo, nasema nata mani kama mambo ingeendelea hivyo, lakini kwa sababu mambo iko vile iko hapo saa hizi, mimi sitasema mimi ni wa wapi, lakini simnajua si mnajua tu. Na tukiwa pande tofauti, mkiwa hiyo pande muko na mimi nikiwa ile pande niko, sisi wote ni jamii adwaito sisi wote ni jamii na hatutawai kosana na kugaga terere niende mwana wanyu na kuera kwa terere mwana mosiare ndekagwatea mwana mosiare ndekagwatea ndataaga koguo niende mwana ucio ta mwana wanyu na gotire kondo mutikonde torode wanyu moa ni agoshwo bazenga pamoja sana. Tunakupenda, tunakuheshimu na tuko pamoja eni Karen Nyamu kwa sababu ya kutumia hekima. Tukio la Kigumo limetuachia somo moja kubwa kwa wanasiasa wote: siasa si tu kuhusu kile unachokisema, bali ni wapi unakisemea na nani anayekusikiliza. Muthoni Marubu amejifunza kwa njia ngumu kuwa ukijaribu kushindana na ndovu si tu utapasuka msamba, bali unaweza kuishia kukanyagwa na kusahaulika kwenye vumbi la ground. Kwa upande mwingine, Karen Nyamu ametuonyesha kuwa katika msitu wa siasa za Kenya, ujanja ni bora kuliko nguvu. Aliona ndovu anakuja, akapiga magoti na kuanza kumsifu, na leo amebaki salama. Swali linabaki kwenu, watazamaji, je, ni ujasiri kusimamia msimamo wako hata kama utapapaswa, au ni hekima kugeuza ulimi kama Karen ili kuishi kupiga kampeni kesho? Niandikie maoni yako hapa chini, na kama bado hujafanya hivyo hakikisha umesubscribe kwenye chaneli yetu kwa uchambuzi zaidi wa kina na wadhihaka kama huu. Mimi ni DM Danzan Moshiri. Asante kwa kuwa dasi. Nakumbuka, kabla ya kushindana na ndovu, kagua kwanza msamba wako. Kwaheri.